Mambo vipi mdau kama kawa eh? Bennett wa Adinasi Mikeka, leo tarehe 21 mwezi wa 4 2025, nipo hapo kutabiria au kubashiria game za club bingwa Ulaya na game za club bingwa Afrika, lakini pia na shirikisho Afrika. Mimi natabiri natabiri finali ya mwaka 2025, lakini leo tarehe 21 mwezi wa nne. So game ya kwanza, utabiri wangu wa game za kwanza za UEFA Ulaya na maanisha kwamba fainali itakuwa ni Inter Milan dhidi ya PSG. Next match hapa kwetu Africa, klabu bingwa ya Africa tayari ishacheza au mkondo wa kwanza ambao imetoka aggregate ya 0-0 kwa wote. Mamelodi alikuwa nyumbani ka draw, lakini pia hii timu ya South Africa na Piramidi pia ka draw. So mimi naona fainali mwaka huu ya klabu bingwa Africa ni kati ya Piramidi dhidi ya Al Hilal, Al Hilal. Umeona? Baada ya hapo tunafuata shirikisho. Tunafahamu Bekane kashinda nne bila. Kwa hiyo ana uwezo wa kufuzu. Mechi inafuata ni Simba alishinda moja nyumbani. So anaenda kwenye marudiano. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu natabidi Simba na Bekane finali. Ni save hii clip tarehe ishirini na moja naongea leo. Ni save hii clip baada ya matokeo. Lakini matokeo ya mechi au nani anachukua kombe nitakuja na clip nyingine baadaye. So mimi ni Adinasi Mikeka, Ozoe from Adinasi TV. Kazi yangu ni kutabiri na kutabiria igame. So kama unaichukulia serious, take it serious, lakini pia natabiri kwa namna hiyo.